Hebu sema Yesu alikataliwa yes, lakini sio tu mimi niongeze, sio kwamba alikataliwa mpaka leo bado nakataliwa. Kwani watu wetu wanampenda Yesu? si hata unampenda kidogo tu. Wewe unampenda wakati na shida. Unapokuwa unalilia uponyaji unataka kusaidie, ukiupokea msaada unayeyuka. Kwa hiyo kwa lugha nyingine wewe umpendi Yesu, unamkubali kwa sababu sababu sababu una, una, sababu una sababu fulani hiyo sababu ikiondoka, na wewe unaondoka. Kwa hiyo mwandishi sasa nasema, alikataliwa alidharauliwa na kukataliwa, lakini mimi nasema, alidharauliwa na anadharauliwa, alikataliwa na anakataliwa mpaka leo. Japokuwa wanaomkataa sio wote, lakini idadi kubwa ya watu duniani hawataki hizo habari, ila wakitandikwa sawasawa na shetani na wakasikia Yesu ndiye msaada, wanageuka. Mara zingine shetani akikutandika ni vibaya upande mmoja, upande wa pili sio mbaya sana, ili ugeuke umtafute Mungu. Mimi nasema hakika ameyachukua masikitiko yetu. Mstari wa ngapi? Wa nne. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Ameyachukua masikitiko yetu, kilichompeleka Yesu katika msalaba. Hii ni spiritual application. Ni, ni, ni tendo la kiroho, kimwili huwezi kulielewa. Aliingia msalabani, alidharauliwa kwa niaba yetu, alikataliwa kwa niaba yetu alichukua masikitiko yetu ili sisi tusisikitike, maana alichachukua masikitiko halafu alidharauliwa tusidharauliwe tena. Kwa hiyo nikiwa naongea hivyo, hata kama una hela, hata kama una shida yoyote, wewe Yesu alishabeba kudharauliwa kwako, utaki kujidharau, wala kudharauliwa, mtu yeyote asikudharau mbona naitikia kama hujiamini vizuri, sema amen. Amen. Najua duniani kuna madharau sawa? Wanene wana wadharau wembamba. Si ndio? Na wembamba wanadharau wanene, wanawapa majina onge nyanya yani, kuitwa kuitwa nyanya, maanake wewe ni mnene usiye na nguvu. Wembamba wanaitwa kambao mbao. Hayo ni majina ya kudharauliana wafupi wanaitwa fupi nyundo. Warefu wanaitwa tall. Ni majina ya kebei, ni kudharauliana. Lakini wanawake hudharau wanaume, wanasema wanaume ni kama watoto. Wanaume nao wanadharau wanawake, si kama watoto tu. Kwa kuna madharau, watu wanadharauliana. Wazungu wanadharau watu weusi. Weusi wanasema wazungu na wao si mazeruzeru. Kwa kuna dharau, lakini Yesu alibeba dharau. Masikini wanadharauliwa kwa sababu wana hela. Na matajiri wanasema wana kiburi na madharau, na wao wanadharau muno. Hata wewe unadharau pia. Kwa wataweka ugonjwa kadharau nako. Na dharau hapo. Kwa binti nasema, alichukua alidharauliwa. Alipoingia dunia anaingia kwenye dunia ya dharau. Hebu sema dunia ya dharau, sema ya. Hata sisi wachungaji tunadharauliwa na watu. Wachungaji masikini hao, kazi kutafuta tu sadaka, tunadharau. Kama hujadharauliwa hujui. Mimi nimedharauliwa sana. Mama moja aliwahi kuhama kanisa, kasema, ngoja ni hame mchungaji akome, tuna takula nini? Yanaona, mimi nakula kwake. Dharau, hebu shika mkono yako kidogo, mwambie acha dharau zako wewe. Mtikise, mwambie kwa sauti, unamwogopa mwambie, acha kudharau watu wengine, wewe hata wewe una mapungufu yako. <coughs> <coughs> Yesu alidharauliwa na wale wamdharau, walikuwa na sababu. Kwa sababu Yesu alizaliwa kwenye familia maskini kwa sababu ya chimbuko la familia yake alikuwa amelelewa na fundi seremala. Seremala haheshimiwi sana. Hata rais, akija katika mji wezikuta seremala amealikwa kwenye kikao cha marais na wabunge na watu wakubwa, na seremala ni watu waliokataliwa, yaani watu tunasema low class, watu wa kiwango cha chini. Yesu alilelewa kwenye familia ya fundi seremala. Yusufu alikuwa fundi seremala. Na Yesu alimsaidia Yusufu kazi ya ufundi seremala. Wewe tu ndio Mungu anakushangaa kazi nyumbani kwako kufanya kazi. Yesu alifanya kazi nyumbani kwa baba huyu. Baba huyu wa kimwili mume wa Maria. Yesu alifanya kazi pale, ya ufundi seremala. Kwao alijulikana kama mtoto wa fundi seremala. Ina mikono juu. Tamka kwa kusema Baba, Nipe roho ya kujiamini. Tusiudi sema Baba, Nipe roho ya kujiamini. Mtu yeyote sijidharau na mimi mwenyewe nisijidharau, maana Yesu alidharauliwa kwa ajili yangu. Kwa jina ya la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu pia kero sema me. Sasa kabla sijaenda mbali, na kuvika roho ya kujiamini nasema, na kuvika roho ya kujiamini nasema, nakuvika roho ya kujiamini kwa jina la Yesu, uwe mkakamavu, utafanikiwa. Sema ame. Usiogope kuchumbia mwanamke mnene sana au mrefu sana, na unataka kuoa. Wewe nenda. Aliumbwa kwa ajili ya kuolewa. Usiogopa na nywele ndefu au rangi gani, hata mapo yake ni ndefu sana. Wewe nenda, mwambie dada habari. Unavoniona hapa mimi ni mwanaume, nahitaji kukuoa. Afu mwangalie usoni kwa macho makakamavu. Kimkazia macho, atajua huyu jamani tume hili. Naanza kuangalia chini na unakaza macho zaidi, namwambia wewe, unanifaa faa mchezo sasa we? Ni mwanaume nataka kuoa. <laughs> Naogopa dada, utaoa mti. <laughs> Nisaidie kusema amen. <laughs> Masikitiko yanaletwa na mapungufu. Watu wakijua hawana wanasikitika, watu wakiugua wanasikitika, wakikataliwa wanasikitika, wakiachwa wanasikitika, wakipungukiwa, wakifeli masomo, lakini Yesu alichukua masikitiko. Usiabebe wewe, yalishaka bebwa. Mbona uitikii? Hebu gekia sura jirani yako, angalia usoni, ana masikitiko kiasi gani? Mwangalie tu usoni, utaona. Hapa yanaandikwa hapa hapo, tuseme amen. Kuna watu wanasikitika kwa sababu hawajazaa. Kuna watu wanasikitika kwa sababu hawajaoa Mwingine hajaolewa anasikitika kwa sababu hana pesa, hana mtaji. Mwingine anasikitika kwa sababu hana kodi ya nyumba, tarehe zimekaribia na mwenye nyumba ndio huyo, alishajenga mazingira ya ukorofi. Kama yeye mwenye nyumba ni mkorofi, sakae kwenye nyumba hiyo. Yeye mwenyewe, wewe unakuwa mkorofi na unapangisha. Kama unataka wateja, lazima ushuke. Sinaongea na watu hapa. Kama hutaki kushuka, kaa mwenyewe. Sasa eh, okay. hey. Kila mtu ana mahitaji yeye ana nyumba anahitaji wa kukaa kwenye nyumba yake, na wewe huna nyumba. nyinyi nyote ni hali hii. Mpangaji na mpangishaji wote wana shida, hiyo nyumba ikikosa watu zinasikitika sasa. Asikutishie na nyumba yake. Mutusema, amen. Amen. Wakati wa Pasaka tunakumbuka nini Yesu alifanya msalabani. Alikufa kwa ajili yetu, alibeba masikitiko yetu, alichukua huzuni zetu. Biblia inasema na katika mstari na wa ufuata anasema, lakini hatukumwelewa tulidhana amepigwa na Mungu na kuteswa tu, kumbe aliteswa kwa ajili yetu. Mstari wa tano: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sio tutapona, tumepona. Sema tumepona. Mbona sauti yako haitoki? Wewe hujapona bado. Ungekuwa umepona ungekuwa unatoa sauti. Kwa kupigwa kwake tumepona. Sasa nilipokuwa najifunza lugha ya Kiingereza, ndo nilijua nyakati na wakati uliopo na wakati uliopita na wakati ujao. Sema Amen. Neno tumepona maana yake ni tendo limeshafanyika Umepona, sio tunapona. Ingekuwa nasema kwa kupigwa kwake tunapona, tuna ingemaanisha kwamba tunapona leo, lakini tulishapona hapo lipo. Wewe ulishapona ila. Okay, ukiangalia ugonjwa umo, lakini ulishapona. Shika mkono jirani yako, mwambie maandiko yanasema hivi, kwa kupigwa kwake Yesu, wewe ulipona, hata kama nasikia ugonjwa upo au tatizo lipo kwenye ulimwengu wa roho lilishaondolewa, kwa hiyo pokea. yeah. Haleluya yeah. Mimi nasema kwa kupigwa kwake tumepona, maana yake tendo lilishafanyika likakamilika, sio tunaendelea kupona, au sio? Tutapona? Tumepona. Inua mikono juu, naomba sauti yako usema, asante Baba kwa kazi yako ya msalabani, maana kupitia kupigwa kwako mimi nimepona. Sema kwa mara ya pili, bado hujasema. Sema nimepona kwa mara ya tatu, kwa mara ya nne, kwa mara ya tano, kwa mara ya sita, kwa mara ya saba. Mpe Bwana vigeregere vya kwa sababu amekuponya kwa jina la Yesu. Sasa sema, ame. Sema ame. kinachomfanya mtu huwa rais wa nchi ni maneno yanayotangazwa na mtu fulani. Kinachomuua mtu tangazo. Unajua tu unaenda kupimwa kwa daktari, naomba unajiandaa, naomba nikusaidie, nitazame usoni. Sema amen kwa sababu madaktari nao wana mapepo pia, sawa na wana mizimu pia, usinongea na wewe, wale ni majamaa tu, walienda shule lakini hajaokoka yana Mungu. So sometimes ndakupa taarifa mbaya, yale mapepo yako ndani yake yanaongea Aa, hata naye pima unge kusikia mtu anapimwa, hapa wanamwambia una ugonjwa huu, ukienda hapo nakuta ugonjwa mwingine. Sasa tatizo liko wapi? Sio unatakiwa so, ndaye moyo unaweza ukapewa taarifa mbaya zikakuua zile taarifa zinakuua, watu wanauawa na, na taarifa. Hebu sema taarifa eh? <todos> Yeah. Na wengi hamjiandai taarifa tu Kumbe anaweza kwenda kuambia taarifa na kudanganya. Sometimes ameona vibaya, sababu anapopima kwenye microscope, lile ni jicho la mtu, jicho la msukuma mmoja tu aliyepita kusoma maabara ndiye anaangalia. Sasa inawezekana macho yake na mapepo kwa mapepo yanatoa tangazo, naletewa naambiwa, tumeona virusi vya UKIMWI na UKIMWI na wewe hujajiandaa. Jiandae kwanza na upanue uelewa Unaweza kupewa taarifa ambayo sio zenyewe, taarifa mbaya. prepare your brain, sema amen. Amen uze, amen. Amen, mbona usemesema amen? kuna mbayo, hapa, hapa, mbayo, hapa, hapa, e, e, wako. Mtu akipewa taarifa mbaya hapo hapa na kojoa taarifa tu sawa. Mwingine akipewa taarifa mbaya hapa hapa naharisha taarifa, sema taarifa. Eh, wako watu, kwa mfano mtu ni mjamzi, tukimwambia taarifa mbaya hapa hapa najifungua, sio wakati wake, lakini taarifa inaenda inasukuma mtoto Taarifa ina nguvu sana, ndio maana kuna taarifa ya habari. <laughs> Hii hapa ni taarifa, inasema kwa kupigwa kwake tumepona. Hii taarifa mapepo yanayo, hii taarifa shetani yanayo, hii taarifa kuzimu inayo, hii taarifa mbinguni ipo, hii taarifa na kuletea. Kwa kupigwa kwake ulishakapona, ila wewe ndio utaitendea kazi taarifa. Kuna watu 15 wenye nguvu ya Mungu wapige kelele waseme amen, taarifa. Sema amen, taarifa ina nguvu, usicheze na taarifa, tembea na hii taarifa kwamba kwa kupigwa kwake kwa Yesu, mambo yangu yameponywa kiasi na jana, wewe, shetani akitaka kumaliza na kumaliza kwa taarifa. Na shetani mjanja analeta taarifa kichwani, anaongea na wewe umu, ukiwa unatembea tu, anaongea kwenye mawazo, anambia <laughs> wewe umeisha. <laughs> mwaka huu utobui, utapata hela. Wewe umeisha, na una shida kupinga taarifa mbaya. Unazipokea, unazijinisha, zinaendelea kufanya kazi. Bora ungejiua, akiwaambia bora ungejiua, na kukumbusha na dawa ya sumu ya panya. Sema amen. Wewe unashindwa kupinga taarifa, pinga taarifa mbaya kichwani. Inua mikono juu, sema kuanzia sasa taarifa yoyote mbaya haitafanya kazi ndani ya kichwa changu, wala sitasikitika kwa jina la Yesu, wala sitabeba huzuni. Kila mmoja asema amen, amen. Amen. Mtu fulani amekwambia wewe, wewe una sura mbaya, hiyo ni nini? Halafu wewe unaichukua, wameniambia na na, sura mbaya unaanza kujanga kujangao kwenye kio ipi kweli, naona kisogo cha hii inaitwa nini? hii ndo kisogo. <laughs> inaitwa nini kumbe ha? Hamjui, si ndio? Kuna watu ambao haka hapa kamekuja mbele kidogo sio? Wengine kaimeingia ndani si ndio? Sasa mtu akitaka kumaliza aone yani kipaji chao cha uso kibaya kimefyatalala, si ndio? Na unatembea na hiyo taarifa, walishaniambia kwa hata mtu akitaka nimekupenda amna mimi mbaya analikwambia. Kata taarifa mbaya, mwambie jirani yako, kataa taarifa mbaya, mwambie Mwambie tena, mwambie anayekupa taarifa mbaya anakumaliza, na wewe ukizipokea, umemsaidia kujimaliza. Be careful. So Biblia inatoa taarifa nzuri ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepoa. Sasa kazi kwako, uzifanyia kazi. Sinaongea so, na watu hapa okay. so take this your information ambayo itakuponya.